Kwa tulianza na zoezi hilo kwa upande wa mjini uh, tulikuwa na wajumbe wasiopungua ishirini, na tunawashukuru sana wajumbe, walijitokeza na zoezi likaanza la uchaguzi. E, wagombea wetu walikuwa ni Konstantini uh, Mtani na Leonard Bugomola na Ruben Sageika. Kwa hiyo kwa matokeo ambayo yamepigwa yame kura zilivyopigwa, kati ya kura ishirini, ndugu yetu Leonard Kiganga Bugomola alipata kura kumi na tisa lakini Konstantin Molandi alipata kura moja na Sagaiga hakupata kura. Kwa hiyo e, kwa upande wa chama matokeo yametoka hivyo kwao, tunaendelea na hatua nyingine sasa za kuwasilisha kwenye vyombo vingine vya dola kwa ajili ya kuendelea na mchakato. Lakini kwenye upande wa naibu meya tulikuwa na ndugu yetu e, Elias Ngole ambaye alikuwa amejitokeza peke yake kwenye chama chetu, kwao alikuwa na kura ndio na hapana na kura zote ishirini zimeenda kwa upande wake, akapata kura za ndio. Kwa hiyo kwa upande wa chama tutawasilisha hao kwenye vyombo vya dola tukisubiri utaratibu mwingine wa vyombo vya dola, lakini kama sisi tumemaliza mchakato wetu wa ndani kwa m, wa, staili hiyo. Lakini eneo jingine ni eneo la halmashauri kule kwenye kata 37 ambapo pale tulikuwa tuna wagombea watatu, tulikuwa tuna Jumanne Sengu Misungwi, lakini tulikuwa tuna Zubeda uh, Musa na Elisha Haraka Rupuga uh, kura zilizopigwa kwa wapiga kura ambao walikuwa ni hamsini. Tumepata kura 11 kwa Zubeda uh, Musa 11 uh, kwa Elisha Haraka na mshindi amekuwa ni Jumanne Sengu Misungwi. Kwa mujibu wa kanuni zetu hizi ni lazima mtu avuke nusu ya ya akidi. Kwa kuna kura 50 atakuwa avuke 25. Kwa hiyo huyu amepata kura 28. Kwa utaratibu wa chama sasa ndo wameteuliwa kwenda kwenye vyombo hivi vya dola. Lakini kwenye upande wa makamu mwenyekiti wa halmashauri tulikuwa na Sylvester Kahesi, e, eh, Mashaka Lucas Maji na Hadija Saidi Joseph na kura zilivyopigwa pale uh, ndugu Mashaka amepata kura tatu hadi ya kura nane. Na Sylvester Kahesi yeye ndio ameongoza kwa kura 39. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni zetu sasa, kwa sababu amevuka nusu ya kura hamsini, yeye pia ndio tutamwasilisha kama makamu mwenyekiti wa halmashauri. Mchakato wa makamu mwenyekiti na meya unakuwa kwa makamu moja moja, lakini meya na mwenyekiti wa halmashauri ni kila baada ya miaka mitano, labda ikitokea vinginevyo hapo katikati. Lakini kwa chama tumemaliza, tunawashukuru tumemaliza salama hapakuwa na purukushani zozote. Uchaguzi umekuwa wa huru na haki, na waheshimiwa madiwani wameondoka sasa, wanasubiri taratibu za kiserikali za kuapa, na baada ya hapo kuanza kuwatumikia wananchi kuwaletea maendeleo. Kama mnavyoelewa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu imejielekeza kabisa kwenye mkoa husika, na wanazo kazi kubwa. Ukiangalia iko miradi mingi ambayo imewekezwa eme, pale, lakini pia wanajukumu la kwenda kusimamia ukusanyaji wa mapato halmashauri, lakini kusimamia pia matumizi bora ya mapato yale ya halmashauri ili aweze kutoa tija kwa wananchi. Kwa hiyo tumebakiza upande wa serikali, tunasubiri tukamisha hapo. Kama Chama cha Mapinduzi sasa tunajibadilisha baada ya wao kuapa, tunaanza sasa chama kuisimamia serikali ikiwa ni pamoja na madiwani kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa wao madiwani wa kata lakini pia kuendelea kumshauri pia mstahiki meya atekeleze na kuhamasisha usanyaji mkubwa wa mapato na usimamizi wa miradi ili ilani ya Chama cha Mapinduzi iweze kutekelezwa kwa asilimia ile ambayo inatokana na mapato ya ndani ya halmashauri na mgawanyo uende sawa kwa wananchi wote kwenye kata zote.